Chuo hicho kimepokea rasmi majengo na vifaa kupitia utekelezaji mradi mkubwa wa kiserikali wa kuboresha majengo katika vyuo vikuu vya umma na taasisi zilizo chini ya Wizara ya Elimu, hii tayari kwa ajili ya kuanza kutumika kwa wanafunzi wa fani mbalimbali mbali za uhandisi mwaka wa masomo 2025/2026. Akizungumza na TBC mara baada ya kukabidhiwa majengo hayo katika kampasi zote mbili, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia MUST Profesa Alois Mvuma amesema serikali imepanda mbegu itakayokwenda kubadili teknolojia na kuongeza ufanisi wa utendaji kazi kwa walimu na wanafunzi kituo au kituo mahili katika utoaji wa elimu ya sayansi teknolojia, lakini pia na mambo ya ubunifu. Tunategemea kwa mwaka unaokuja wa masomo tutamove kutoka mitaala ambayo tulikuwa tunaiofa kama hamsini na tisa tutakwenda kwenye themanini na mbili takriban, lakini pia tunategemea kwamba idadi ya wanafunzi itaongezeka significantly. Mratibu wa mradi wa hiti ambaye pia ni mkurugenzi wa mipango na uwekezaji chuo kikuu cha Mosti Colonel Zakaria Msemwa amesema mradi huo utaanza mara moja kuanza kutumika kwa mwaka wa masomo 2025-26 na, na mradi umekamilika kwa asilimia 98 kwa kampasi zote main campus ya Mbeya na ya Rukwa, pamoja na uboreshaji wa miundombinu ambao umeendelea, pia una maeneo mengine ya kipaumbele mojawapo ni kuboresha mitaala iliyopo ili mitaala tunayoweza kuitoa kwa wanafunzi iendane na mahitaji halisi ya soko la ajira. Zoezi la makabidhiano likafanyika pia katika kampasi ya Rukwa, ambapo zaidi ya wanafunzi 1970 watapata fursa ya kusoma hapo, huku miundombinu na karakana zikiwa zimekamilika. Hakuna chuo kinachofanya mradi ambayo tumefikia hatua ya kukabidhisha majengo tunapofanya leo. hamjashangaa? Sasa, sasa kwa nini tumefikia hatua hii? Ndiyo, kuna bidii, kuna kujitolea, kuna nini, lakini mimi naamini kabisa kuna neema ya Mungu. Ili turudishe return kwa serikali ni pamoja na kutafuta uh, kuwa na bunifu mbalimbali ambazo zitaweza kuisaidia jamii yetu inayokizunguka na taifa yakou. Katika mradi huu wa MRC, kama tumekarika kiasi kikubwa sana, baada ya kuona mradi wenyewe na ukamilifu wake. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunapongeza huk walio shiriki kwenye hatua zote za kuanzia mwanzo mpaka hatua tuliofikia hapa. Ni mradi wa majengo ya HEET ambao umeweza eh, kukabidhiwa kwa chuo eh, kutoka kwa mkandarasi. Kutoka hapa, e, mkoani Mbeya. Mimi ni Adolf Mbata, TBC.